Mkija kwangu, haleluya. Wakolosai 1:13, ametuhamisha kutoka kwenye nguvu za nini? Za giza. Ametuingiza kwenye ufalme wa mwana wake, ametuhamisha, akuhamisha Unajua, watu warayaswatuzaidie mwana ata, ulikuwa hapa, anakutoa anakupeleka hapa. Ulikuwa kwenye laana ya ukoo ambayo ni mzigo, anakubeba anakupeleka hapa. Ulikuwa mzinzi, anakubeba anakupeleka hapa. Ulikuwa mtu wa taabu sana, munyu wa pombe, anakubeba anakupek